Shalom, shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Christian Mosha. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe unayenitazama. Karibu kwenye kipindi hiki cha ufahamu wa Kristo, na leo naalika watu wote duniani kote, Afrika Mashariki, Afrika, Tanzania, Kenya, Uganda, Marekani, Ulaya, Asia, Australia na popote ulipo katika pande za dunia hii leo itakuwa na jambo zuri sana la kuweza kuzungumzia. Nilipata meseji fulani nimeisoma kwenye mtandao, kuna dada ambaye alijiua kwa sababu ya mahusiano, kwa namna ambavyo alimwamini mtu, alimwamini mtu wake, akitegemea yeye ndo atakuwa kwake, atakuwa mfariji wake, atakuwa lakini, baadaye akaja akagundua kwamba ana mtu mwingine na bado wanashare mapenzi na, na yeye sasa yule dada akajinyonga, akachukua majukumu la la kujinyonga. Na hizi kesi za watu kujiua kwa sababu ya mahusiano na kwa sababu ya mapenzi zimekuwa nyingi sana, zimekuwa nyingi tangia hapo awali na sasa, na zinaweza zikaendelea zaidi. Nimekuja na somo ambalo linaweza likakusaidia wewe ambaye unaingia kwenye mahusiano au upo kwenye mahusiano au utatarajia kuingia kwenye mahusiano, iwezekana ni mwanafunzi Inawezekana tayari umeshaingia kwenye mahusiano, au sio mwanafunzi, ni mwanandoa, ni mtu ambaye upo kwenye uchumba, ili somo linakuhusu sana, kwa ajili ya kuprotekti wewe mwenyewe, moyo wako, na kujua unatakiwa uweje kwenye mahusiano. Unapoingia kwenye mahusiano, unatakiwa uweje? Kuna vitu ambavyo watu huwa wanavikosea, huwa wanavifanya katika mahusiano, ndio sababu ya madhara hayo yote au namna ya matarajio unayoyaweka expectation zako ambazo unakuwa unaziweka ndani ya mahusiano ambao unakuwa umeingia, ndiyo ambayo yanapelekea matatizo ya watu kujinyonga na watu kujiua, watu kujidhuru, kunywa sumu na kuleta madhara kwa watu wengine. Wengine wanaua wenza wao, wengine wanajiua wao wenyewe, wengine wanajitupa juu ya magorofa, wengine wanakunywa sumu, wengine wanajinyonga. Hizo kesi nyingi sana sasa. Leo nimekuja na somo kwa ajili ya kusaidia watu kwa zana ya kibibilia na kimaandiko na kiroho, namna gani mtu unatakiwa uishi kwenye mahusiano ya ndoa, mahusiano ya familia, ni matarajio yapi ambayo unatakiwa kuwa nayo na matarajio yapi ambayo hautakiwi kuwa nayo kabisa katika mahusiano. Kwanza nianze kusoma kwenye kitabu. Hii ni amri ambayo inapatikana kwenye Kumbukumbu la Torati sita mstari wa tano, inasema Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Anasema ni kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote. Vitu vitatu amevizungumzia hapo, kwa moyo, kwa roho na kwa nguvu zako zote. Kwenye mahusiano, ambacho kitu cha kwanza ambacho watu huwa wanakosea ni pale ambapo unapompenda mtu kuliko unavyompenda Mungu. Hakikisha kiwango unachompenda mtu kisizidi unavyompenda Mungu. Kikizidi kiwango unachompenda Mungu, kikizidi kiwango ambacho unachompenda Mungu ni hatari, ni alama ya hatari sana kwenye mahusiano yako. Hakikisha wewe unavyompenda huyo binti, unavyompenda huyo kaka, hicho kiwango kisizidi kiwango nachompenda Mungu. Usimpende mtu yoyote kuliko unavyompenda Mungu. Mpende sana Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote. Ni sehemu pekee ambavyo unatakiwa umpende. Matokeo mengi ya watu kujiua, ya watu kujinyonga, ya watu kuua wenza wao, kuua waume zao, kuua wachumba zao hukunywa sumu yanatokana na kumpenda mtu kuliko kumpenda Mungu. Sasa kuna kwa kuna, kuna maneno ambayo unazungumza ambayo yanakuwa yanaonyesha ibada kwa yule mtu bila, na wakati mwingine bila kujua, na hata nyimbo ambazo mnazosikiliza zina mnazoziimba za mapenzi zinakuwa sio nyimbo za mapenzi hasa, ni nyimbo za ibada kwa wenza wao na hayo yote hayo ndio yanayotengeneza maafa haya ambayo yanayotokea kwenye jamii kwenye taifa na kwenye dunia, watu kujiua, kujinyonga, kujizuru, kuzuru wenza wao kwa sababu ya mapenzi na wivu wa mapenzi. Sasa kuna kitu kinachoitwa matarajio au expectation katika mahusiano. Kiwango ambacho unachompenda mtu, kiwango ambacho unachojitoa kwa mtu ni kiwango ndo kiwango ambacho utakachotarajia kwa mtu. Utatarajia vitu vikubwa ikiwa unajitoa kwa kiwango kikubwa. Sasa mwanadamu ana uwezo wa kudisapointi, mwanadamu ana uwezo wa kuangusha. hutakiwa kuweka matarajio makubwa kwa mtu, hutakiwi kuweka matarajio makubwa kwa mtu, na ndio maana hutakiwi kuweka kiwango kikubwa cha upendo kwa mtu kiwango kikubwa cha upendo ambacho kinazidi kiwango ambacho unachompenda Mungu. Hakuna kiwango mahususi cha kwamba hichi, kuna level ya asilimia hii au ile ila kitakiwi kuzidi unavyompenda Mungu. Hitakiwi kuzidi kiwango unachompenda Mungu. Kipaumbele ambacho unachompa Mungu anatakiwa kiwe kikubwa zaidi kuliko unachompa mtu yoyote. Na kuna maneno ambayo waga watu wanazungumza. Biblia inasema kwamba mmefungwa kwa, kwa maneno ya vinywa vyenu mmetegwa, kwa maneno ya vinywa vyenu. Kwa dini unavyozungumza ndivyo umetegewa hapo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 18 mstari wa 20 inasema, mauti na uzima huwa katika uwezo ulimi na wale waupendao watakula matunda yake. Wale wanaopenda kuzungumza maneno ya namna hiyo watakula matunda ya maneno ya namna hiyo. Kwa mfano, kuna maneno ambayo watu huwa wanayasema katikati kati ya mahusiano na mapenzi na hawajui madhara yake, lakini leo nimekuletea maneno hayo, baadhi ya maneno hayo ambayo huwaga yanatamkwa, ambayo yanaleta maafa makubwa kwenye jamii. Kwa mfano neno kama you are my everything, ni neno la Kiingereza likiwa la maana wewe ni kila kitu kwangu na wengi mnaweza ukamwambia mwenza wako mpenzi wako kwamba wewe ni kila kitu kwa, oh, you are my everything. Wengine umemsevu you are my everything, au wengine wamesema wamemsevu you are my heart. Sasa yeye ni moyo wako, yeye ni kila kitu kwako. Neno you are my heart, ni moyo wako, umemsevu you are my everything, au unamuitaga my everything eh, asiwezi kuishi bila wewe. Maneno mengine I can't live without you, siwezi kuishi bila wewe e, ukitoa oh, ukitoa wewe, uki uki wewe, mimi si chochote. Mna huwa mnazungumza maneno ya namna hiyo katikati ya mahusiano na mnafikiri ni maneno tu. Unapomwambia mtu kwamba wewe ni kila kitu kwangu, yule ambaye ni kila kitu kwako kwenye maisha yako, sasa anakuja anakuacha, au unamfumania na mtu mwingine kama yule ambaye umemfumania amekuacha na alikuwepo ni kila kitu kwenye maisha yako gas, wewe utabaki nini? Huyu alikuwepo ni kila kitu kwako kwenye maisha yako sasa. Yule ambaye ni kila kitu kwako kwenye maisha yako, uliotangaza, uliokuwa unasema kwamba ni kila kitu kwako kwenye maisha yako, sasa ameondoka kwenye maisha yako, hayupo, ndo pale mtu unabaki si chochote yu you remain nothing. Ndo mtu anachukua maamuzi ya kujinyonga, kujiua, kujidhuru, kuua mtu mwingine, kwa sababu alishaweka maisha yake rehani kwa mtu mwingine kwa kupitia kinywa chake. Kumbuka Biblia inasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wale wa upendao watakula matunda yake. Na sehemu nyingine nasema, mmetegwa kwa maneno ya vinywa vyenu. kipindi Yakobo na Esau wako porini, na Esau akiwa na njaa na Yakobo alipokuwa na mkate, Esau akaomba mkate kwa Yakobo. Yakobo akamwambia, naomba niapie, niambie na kukuniapia, alisema tu maneno, alimwambia aseme maneno ya kuapa kwamba ninakupa haki ya urithi wangu wa kwanza kwa maneno yake na hapo akawa ameuza kabisa na walikuwa porini wawili. Usipuuzie maneno unayotamka maneno yatamka ni kifungo. Biblia anasema mmefungwa mmetegwa kwa maneno ya vinywa vyenu. Unaposema yeye ni kila kitu kwenye maisha yako, kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu amekufurahisha tu, unatamka mneno kwamba yeye ni kila kitu kwenye maisha yako, ni hatari zaidi mbeleni kwenye maisha yako, inatengeneza maumivu makubwa. Sasa nini cha kufanya? Usitamke maneno kama hayo ambayo yanatamkwa kwa Mungu tu. Mungu ndiye kila kitu kwetu. Yesu Kristo ndiyo kila kitu kwetu. Kristo Yesu ndio kila kitu kwetu. Mungu ndiyo kila kitu kwetu. Ninakupenda, mpenzi wangu. Ninakupenda, rafiki yangu, lakini wewe sio kila kitu kwenye maisha yangu. Wewe sio kila, kila kitu kwenye maisha yako. Iweke wazi kabisa kwenye maisha yako kwamba ninakupenda na naamini unanipenda, lakini wewe sio kila kitu kwenye maisha yako, kwa ajili ya kuprotect kwa ajili ya kuprotect moyo wako na madhara ambayo unaweza ukayapata, ili ukimwambia yeye sio kila kitu, kila kitu kwako akiwa kwa kwa Mungu, basi hata yeye asipokuwepo bado utakuwa unaona nuru ya maisha. Ukitamka maneno kama hayo mazito kuna matarajio makubwa utaweka, kwamba hatakiwi kuondoka na maisha yako, yaani utaweka ma, vitu vingi, anatakiwa kufanya, anatakiwa kupendwa kiwango kikubwa. No, hiyo itakuumiza sana moyo, usiwai madhara. Unatakiwa kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, kumpenda Mungu. Usiuweke rehani moyo wako kwa maneno na hizi nyimbo za dunia mnazozisikiliza zinazosikilizwa zisikia zina maneno ya ibada. Kuna baadhi ya maneno ambayo ya yanatamkwa kwenye nyimbo ambayo mwisho wa siku yanakutengeneza wewe kuweka ibada kwa mtu badala ya kuweka ibada kwa Mungu, kwa sababu ibada sio swala la la, la kwenda kanisani au kwenda ibadani tu. Ni swala la namna na, na, na maisha yako ya kila siku unavyozungumza, una, una, una depend, kwa sababu neno worship is to depend on, kutegemea kwamba ukipata tatizo cha kwanza tu, je, unamkumbuka Mungu au unamkumbuka mpenzi wako? Ukikutana na changamoto unapiga magoti kumuomba Mungu au unapiga unachukua simu kumtafuta mpenzi wako? Ni fariji leo, nina changamoto, naomba ni fariji leo, nina changamoto Hakikisha kwamba jambo lako lolote, changamoto yako yoyote, wa kwanza ni kupiga goti kumwambia Mungu, ni kuonyesha ishara kwamba wewe unamtegemea Mungu kwanza kuliko yoyote, na pia ni kwamba wewe moyo wako umeuweka kwa Mungu kwanza. Mapenzi yenu, upendo wenu ukutane ndani ya Kristo, wewe ukutane, ye, wewe unampenda Yesu na yeye anampenda Yesu, kwa hiyo mnakutana ndani ya Yesu, sio nje ya hapo. Nje ya hapo ni maumivu, ni mateso, ni mahangaiko, ni mauaji, yani ni frustrated, yani frustrated, sijui wazungu anasema ni mafarakano, ni majozi. Usiwahi tamka maneno kama you are my everything, kwa mbezo. you are are my my heart Wanasema you you are my world, You are my soul. Wengine wanasema wewe ni roho yangu. Nimesikia baadhi ya nyimbo za wanasema wewe ni roho yangu roho yangu wewe, moyo wangu wewe. Sasa kama huyo mtu ni moyo wako na akakuacha ameondoka na moyo wako, wewe hutabaki chochote, hautabaki chochote. Angalia sana kwa makini, kama hujaingia au umeingia au ulishawahi kutamka maneno namna hiyo, anza ingia kwenye maombi ya kufuta na kuanza kumkiri kwamba Kristo ndiyo kila kitu kwako, kwamba Kristo ndio moyo wako wewe, ndiyo moyo wangu wewe ni kila kitu, ni roho yangu mimi, ni pumzi ya maisha yangu, ni pumzi ya uhai wangu, ni pumzi ya uhai wangu wewe ni. Ukiondoka wewe Yesu, mimi sibaki chochote, uimbele nyimbo mimi siwezi jambo lolote, mimi sio chochote. Mimi kutoa wewe Yesu sio chochote, sio kutoa huyo mwanaume au kutoa huyo mwanamke. That, that is very terrible, my friend, don't say like that. Ukiacha namna yako kuzungumza namna hiyo kujifunga kwenye mahusiano, mwambie maneno mazuri kwamba wewe ni wa thamani kwenye maisha yangu, ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu, lakini sio kila kitu kwenye maisha yangu. Nilikaa tumbeni peke yangu, tumboni kwa mama yangu bila wewe, nikazaliwa bila wewe, nilizaliwa peke yangu, kwa hiyo Mungu alikuwa pamoja na mimi. Anasema kabla sijakuumba na alikufahamu, kabla sijakuweka tumboni mwa mama yako na alikujua. Mungu alikujua yeye kwanza. Yeye ndo kila kitu kwenye maisha yako. Yeye ndo kila kitu, mkikutana wote ndani ya Kristo ni yeah, amani. Hata mafarakano hayatakuwa ya majozi au ya kuuana au ya kujidhuru we mwenyewe, bali yatakuwa ya kujenga, ya kutengeneza mahusiano yawe mazuri zaidi katika Kristo. Mimi nipende Nimependa nikuzungumze kuzungumza naye jambo hili. Naamini umepata ufahamu kwa sehemu, na Mungu akubariki, muendelee mwendelee kuwa na mahusiano mazuri yanayompendeza Mungu, yanayowakutanisha nyinyi kwa Mungu kwa Kristo. Mungu abariki sana, have a good time.